Nikwenda maji yakoga. Eh, simu inaoita mia nane. Ni simu iko naita, ni ya udugu wangu Naila, alileta nimwekee chaji, ni na udugu wangu Naila kweli. Ni nimelala hapa, baada vunga mangu nivokulupuka, ikadondokea chini ya uvungu. Sijali, ni udugu yangu, udugu wangu Naila. Sasa nifanye ni mtu mdogo mke wangu. Naelewa. Naelewa. Unasema ni Naila. Ni simu ya Naila shemeji yako. Kweli udugu wangu yule. Sasa ndio nakuchukulia. Usije mngome huko. Sikai kwani. Umechoka. Alafu mudi kule mara na mawazo ya nani ya hela zenu. Ndio hali kwa mgumu kama hivyo. Kwa ufanye hivi. Weka mimi ninachukua. Sasa

Dila. Dila. Umekuja hapa wangu wangu, una shati, una viatu. Shida nini? Mwandika. Yeah! Wababu. Wewe mtukufa ndika zero tu. Uh, Una maana gani wewe? Niuwe mwanangu, ah. Sikiliza mwanangu, mwanamke ni kama saa, muda wote inaweza kuisha betri, lakini iwe mwanangu, imekojekoje vipi? Oh, sikia Mandinga mwanangu, mi kuna msiana tumesoma naye tumaliza naye form four Eh? Sasa mi nivyorudi hivi nikakutana naye nikao nimuelekeza mwanangu eh? akanielewa. Akanipatia na namba simu. Eh? Akanambia tuwasiliane. Dakika za mwisho nakuja kumpigia akanipanga njoo nyumbani. Kumbe anaishi na mwanaume mwanangu. Eh? Dakika za mwisho tupo chumbani, Sini, mume wake kaanza kugonga mlango. Si akaniingiza uvunguni. Alafu mimi nilikuwa nimepona. Hmm? Lakini wewe kusijua kwa ujinga gani mwanangu kanipigia simu. Ile simu kwanza kuita. Ah! Ndio mevuruga kila kitu mwanangu. Yule mwanaume kanichomoa uvunguni. Alimanusura ni huo. Eh? Sina shati mwanangu. Mimi nimechoropoka nikapita hivi. Ndio kama mnavyoona sina hata viatu. Na simu yangu nimeiacha huko mwanangu. Lakini kwa nini wewe ni mpuzi? Mbona unanipigia simu? Ah, ila sio kesi. Sikia, patia nguo zako basi hapo mwanangu, zini stili, stili mwanangu wako. Si unaona kama hivi yani sijielewi mwanangu eh? <coughs> <coughs> Acha ujinga bwana. Sawa. Acha upumbavu. Asa hizi nguo zangu zitakutosha wewe kweli. Basi fresh. Sikia mandinga, nenda nyumbani basi nichukulie nguo zangu na viatu mwanangu. Si unaona mwanangu mwanangu wako mimi naaibika. Lakini usimwambie mtu yoyote mwanangu, kilichonikuta mimi hata mtu yoyote utakakutana naye, yani usimweleze chochote kuhusu mimi. Woi, basi hayo mwanangu, ina shida. Nimepata taarifa yako kwamba unahitaji kuzungumza na mimi, sasa nikaona sio vibaya nipitie hapa nikusikilize kabla sijaendelea na mambo yangu. Sijui ulikuwa na jambo gani la kuzungumza na mimi kaka. Nimekuita kwa ajili ya wewe, mwanamke wako. Mke wako akufai. Na bora katafuta mwanamke mwingine, sio yule. Kwani mke wangu amefanya kosa gani, au ana tatizo gani mke wangu? Labda unieleweshe vizuri. Ndogo wewe, ujui juzi Mmadaudi kaja kaniambia, yani kakukuta, yani unapigwa, yani akudhalilisha mke wako kweli? Hiyo sio haki, yani we ukadhalilishwa kweli na mwanamke. Nisikilize, naomba unisikilize kwa makini. Wewe tayari ni mtu mzima, pamoja na kwamba wewe ni mdogo wangu, una familia yako, manake una mme na una watoto, mnaishi vizuri. Na mimi pia familia na, angu, na familia yangu na mke wangu tunaishi naye vizuri. Maswala yanayohusiana na familia yangu naomba uniachie, hayo hayakuhusu. maswala yanayohusiana na familia yako sijawa kuyaingilia hata siku moja kwa sababu nakuheshimu na nawaheshimu wote, wewe na mme wako pamoja na familia yote ambayo unaishi nayo. Kitu nachokuomba mdogo wangu, siku nyingine unapokuwa unaniita, hebu niita hapo, uzungumze vitu vyenye mantiki. Lakini hiyo sio haki. Yani, mwanamke akakupiga wewe, sio haki kabisa. Mwanaume gani akapigwa na mwanamke? Huyo ni mwanamke huyo. Nisikilize, sasa hivi tunaishi kwenye dunia ya 5G dunia ya dijitali, mwanamke mwanaume wote sawa unaweza ukamsaidia kupika, unaweza ukafanya kazi yote anafanya mwanamke. Sasa navoona na, na haya, na wanajaribu kutaka kunirudisha dunia tuliyotoka. Sasa nisikilize, nisikilize kwa makini kama unataka undugu wetu sisi uendelee kudumu. Mimi naondoka hapa kwako, na siku nyingine ukinielekeza maswala ya kipuzi kama haya, ndugu, ndugu ufe, nakwambia. Yaani mimi siwezi kukubali kabisa.

Ujumbe wafikie ndugu na marafiki ya kwamba nimeamua kujiua tukana na usaliti naopitia kwenye ndoa yangu. Nimekuwa mtu mwenye matatizo kila kukicha. Ni heri nipate maumivu ya siku moja kuliko maumivu ya siku zote kwenye maisha yangu, na ninawaomba usimhukumu kwa lolote lile mke wangu, kwani ajui yalitendalo. Ninawatakia kila laheli, sioni samani tena kuendelea kuishi kwenye ulimwengu

Duguangu huyu gani? nyambihunahu kafanyaje tena? kafumaniwa na nani? kafumaniwa mbona kufumaniwa? akia mgu, kwanza bora alivyofumaniwa hivi unajua, huyu mdada kazidi, yaani watu pale wamejaa nje. Unajua, ameja amepigwa pale mpaka ametolewa nje, basi shoga yako na alivyokuwa ni mkavu macho. Hajatoa chozi hata moja aki ya Mungu, aki ya Mungu, mwi kizibo na huyu mwanamke sijui kampendea nini, mtafrika kosa wanawake wengine, yaani limeshikwa, yaani huyu Ashura ameshanishinda hasa leo zikafanya ile tukio nitakuwa kapigwa limbwata, sio bure. Mwanaume kushikiliwa vyani mpaka anafanywa hivi kaio, ikawaje? baadaye kizibu kumtoa pale nje eh, ndo kakauka kama kapigwa shoti ya umeme, udugu wangu. Sasa jicho hilo limemtoka kaka Hawazi, hata kwanza haya. Udugu wangu karibu Eh, bwana, nenda jamani, emuwaiko kwako. Haki ya Mungu, hii dunia ina mambo. <coughs> Kia Mungu, kuna watu wa Mbeya. Kwa hiyo huyu oh, yeah, na aliveletea mataifa kwamba kashika, kafumani kafumaniwa, sij yee anamuhusu nini akafumaniwa na mume wake. Ila rafiki yangu Ashura naye kazidi jamani, aki ya Mungu kufumaniwa mpaka ndani tena ndani kwake Uwe unakimbia nini? Kaka kule anataka kujiua. Kujiua? Ndio, kujiua. Twende. Evodi, hizi taarifa ulizipata wapi? Kaka, ilikuwa hivi. Evodia, mdogo wangu, hapa tayari tushampoteza ndugu yetu, ah. Kamba haiwezi kukatika bila mtu kupoteza uhai. Kwa hiyo ni dhahiri shahi tushampoteza kabisa, unasema. Kaka, kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka. Kaka.